Wakiongea kwenye eneo la tukio, baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamesema ni mara ya pili katika vipindi tofauti tofauti kwa watu kupoteza maisha kwa mtindo kama wa huyo binti, na kutaka jeshi la polisi katika mkoa wa kipolisi Kinondoni kuimarisha ulinzi katika maeneo hayo. kwa zaidi, hasa tunaombeni msaada wenu kwa uchunguzi zaidi, maanake tukio hili ni kwa mara ya pili. Mara ya kwanza vivyo alinyonga mwendeshaji pikipiki wakamnyonga, wakamtoa macho kaja wa, asubuhi watu kwenye kupitapita maeneo maeneo haya wakaona maiti nje. Kwa hivyo ni mara ya pili, na huyu mdada tuelewi kanyongwa wapi, tunamwona tu hapa asubuhi ametupwa. Inaposimikana watu wanamwonaona mara nyingi sana asubuhi akitoka huko kwenye pikipiki zake akielekea huko National. Kwa hivyo hapa ni mgeni, sio tukio sahihi, kwa sababu kwa sehemu kama hii inahitajika iwe na ulinzi zaidi kwa kusaidia raia wanani wa, wa, wa, wa eneo hili mona. Kwa kweli hili tukio hakuna lilompendeza hata mmoja, kila mtu sasa hivi hapa na simanzi, akimwangalia huyo binti jinsi alivyolala hapo, hamna mtu anayemfurahisha. Juhudi za kuwapata viongozi wa eneo hilo na kamanda wa polisi katika mkoa wa kipolisi Kinondoni ACP Charles Kenyela kuzungumzia juu ya tukio hilo zinaendelea. Nyuma yangu ni sehemu kubwa ya wakazi wa eneo hili la Boko ambao wamekuja kushuhudia maiti ambayo imetelekezwa katika eneo hili. Nikiripoti kutoka eneo hili la Boko nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, John Chacha, ITV.